Mhakimu, leo hii, hapa tulipo, ni siku ya sitini na nane tangu ilipoletwa mbele ya matamaako tukufu na kusomewa mashtaka ya uhaini. Siku sitini na nane na toka siku iliposomewa mashtaka ya uhaini Mheshimiwa, uliamuru nipelekwe ma magereza ma magereza nikawe mfungwa mahabusu, na kwa siku sitini na nane hizi nimekuwa mahabusu kwa wiki moja gereza la Keko, na tangu jumaa kuu nimekuwa kwenye gereza kuu na Ukonga, siku sitini na nane. Katika hizi siku 68 nashiriki mawakili wangu hawa wamekuja kunitembelea gerezani, ili tushauriane namna ya kukabiliana na mashtaka hayo. Hawajaacha kuja mahakamani, hawajaacha kuja magereza, na muda wote ambao wamekuja katika hizi siku 68 na hawajaruhusiwa, hawajaruhusiwa kuniona na kuwasiliana na mimi in confidence, hawajaruhusiwa kuonana na mimi na kuzungumza na mimi kwa faragha, kitu ambacho kimetokea, mheshimiwa ingia kwenye gereza kula Ukonga, unapopita reception, una kachumba kujia kwako hivi. Hako kachumba kamegawanywa mara mbili, kamegawanywa na ukuta wa kioo ukuta wa kioo. Kwa hiyo wanapokuja wanasimama nyuma ya kioo upande wa reception na reception iko nyuma yao, na mimi nasimama upande mwingine wa kioo, tunawasiliana kwa simu. Na mawakili tunawasiliana kwa simu, hakuna fursa ya kubadilishana nyaraka, na mimi na manyaraka mengi sana, hakuna fursa ya kuandika chochote kwa sababu hakuna meza ya kuandikia, hakuna kiti, mnazungumza kwa simu. Sasa mheshimiwa, nimedai ni sana kwa mkuu wa gereza kwamba kama mfungwa mwenye mawakili Nina haki, narudia, nina haki ya kuonana na mawakili in confidence. Ni haki, sio mapenzi ya bwana jela. Ni haki kama ambavyo ikauanua na bwana jela amenikatalia. In fact, Mheshimiwa Hakimu, kuna wakili mmoja alimtembelea hapa, nikapiga nikapiga kelele sana bwana jela kaniambia kama unaona simu haiwezekani, njoo ukae hapa reception. Reception palipojaa ma, ma, ma, maafisa wa magereza muongee. Yeye yuko upande wapi? wa pili wa wahilile lilango la green la chuma, yuko upande wa pili, mimi niko upande wa gereza, tunazungumza. Maafisa wote wa magereza kama walivyo hapa wananiangalia, kila mtu anasikiliza kashikilizaach Kila kila afisa wa magereza anasikiliza unachozungumza bwana jela amesema mzungumze haa na wakili na kwenye simu mheshimiwa, hiyo simu anaisikiliza nani mwingine? Nani anayejua kwamba kuna mtu mwingine huko anayesikiliza unachozungumza Anayejua e kwamba kwenye control room hakuna kinasa sauti, hakuna bugging instrument? Kufanya nini? unasa mazungumzo yangu na mawakili. nataka ni kusomea kanuni ya kumi na tatu kanuni regulation 13, ya Prisons Prison Management Regulations 1987 Prisons in brackets Prison Management Regulations

Principle. Hii, principle, hii kanuni kuu kwamba wakili na mshtakiwa wanatakiwa wasisikilizwe maneno wanayozungumza na mtu mwingine yeyote ni sehemu ya sheria kuu za kimataifa, Mheshimiwa Hakimu, na nataka nisome: The body of principles for the protection of, of all persons under any form of detention or imprisonment. Hizi body of principles inaitwa maarufu kama the Mandela principles. Kanuni za Mandela. Zilipitishwa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Zilipitishwa kwa resolution of the General Assembly of the United Nations, resolution number 43 stroke 173 of 9th December 1988. Kanuni kuu kuhusu ulinzi wa watu wote ambao wako mahabusu, detention, au wamefungwa, they are in prison. Mm -hmm. Sasa nivumilie kidogo mheshimiwa nimeo Principle 18, Kanuni ya 18 ya Mandela principles 1 18 1 A detained or imprisoned person shall be entitled to communicate and consult with his legal counsel. Two